Media ulipo tupo, twende pamoja. Licha ya klabu ya Ken Gold kutofanya vizuri kwenye ligi kuu soka Tanzania bara, timu ya vijana Ken Godi, ya Ken Gold chini ya umri wa miaka 20 imeendelea kufanya vizuri katika ligi hiyo, ambapo mchezo uliochezwa Machi 12 mwaka huu dhidi ya Tanzania Prisons, Ken Gold ameibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila na kufanikiwa kuongoza ligi baada ya dakika tisini kutamatika, makocha wa timu zote mbili wakafunguka yaliyomo moyoni. Kwanza nashukuru mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama. Umeisha salama, lakini kwa kupata matokeo hilo ndio la muhimu. Lakini pia wachezaji wangu wametoka wakiwa salama salimini, tunashukuru Mungu maisha pointi tatu sisi koto zilikuwa za muhimu sana kwao, tunashukuru Mungu mchezo umeisha kwanza mimi nasema nilikuwa nahitaji sana kwa, kwa sababu mpaka sasa hivi baada ya kupata matokeo haya naongoza kundi hilo ambalo nilikuwa nalitaka, na niliwaambia wachezaji wangu kwenye uwanja wa mazoezi kwamba leo vyovyote vile iwavyo, lazima tupate matokeo. Nashukuru Mungu amewasimamia na ametimiza wajibu wao wakiwa uwanjani. Haijalishi tulichezaje, muhimu ilikuwa ni nikua. Nashukuru mpaka sasa hivi naongoza kundi. Inshallah mechi zinazokuja, nafikiri nitapambana pia nipate pointi sita ili niwe kielelezo. Mechi ilikuwa ngumu na tulitarajia itakuwa ngumu, na mechi ilikuwa nzuri. Tumefanya makosa wenzetu wamezitumia nafasi, wao walifanya makosa tumeshindwa kuzitumia, kuzitumia nafasi. Mwisho wa siku tumepoteza game, tunakubali tumefungwa. Kwa hiyo tunakwenda kurekebisha hayo makosa yasitokee tena, basi ikiwezekana mechi inayofuata tupate matokeo kwa sababu bado tuna nafasi ya kuigombania hiyo nafasi ya, ya kwenda na nebola katika ligi ya under 20. Hakuna hata mwalimu mmoja anaingia kwenye mechi kwa nia ya kushindwa, na sisi ni washindani, na kwenye hii ligi wanajua sisi ni washindani, bado tuna nafasi. Kwa hiyo wasife moyo, bado tutaendelea kupambana kuigombania hiyo nafasi ya, ya kwenda na nebola. Geoffrey Kanyema ni nahodha wa timu ya vijana ya Ken Gold na Abraham Mungai ni nahodha wa timu ya vijana Tanzania Prison. Wanasema mpira una matokeo matatu, hivyo wamepokea. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu, tumemaliza mchezo salama. Tumeanza salama, tumemaliza salama, hakuna aliomia. Lakini haikuwa pande wetu, tumepoteza mchezo wa goli mbili. Tumepata nafasi, tumeshindwa kuzitumia nafasi, mwache, wao wamepata nafasi, wamezitumia, iko ndo kutupekea macho kunafanya wao wameibuka washindi leo, lakini haina maana kwamba tumepoteza, tutaendelea kupambana kuhakikisha tunatimiza malengo yetu. Ni sehemu ya, ya mchezo kwa sababu mchezo wa mpira una matokeo matatu: kushinda, kufungwa, kutoa kwa ni moja ya matokeo ambayo tumepangiwa na tumepata. Kwa hiyo tunabudi kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho tumekipata, nasema asante tu kwa yote. Bado hatujatoka katika malengo yetu, bado tuko katika malengo yetu pale pale, kuhakikisha tunafuzu a kwenda na nebola. Kwa hiyo mechi ambazo zimebakia ni zipo mkoa wetu, tunabidi tushinde mechi zote Koyo, kwa jumla mchezo wa leo ulikuwa mzuri, timu zote mbili umepambana, ufanikiwa kupata ushindi wa goli mbili. Timu pinzani haikuwa mbaya, ilikuwa nzuri, sema ndio ilikuwa ndoiobatakao, lakini nashukuru Mwenyezi Mungu, tumetoka salama, tukapata ushindi wa goli mbili. Ya kushinda mechi hiyo, Ken Gold kwa sasa anashika nafasi ya kwanza katika ligi ya vijana chini ya umri wa miaka 20 huku Simba akishika nafasi ya pili. Mtazamaji wa Chai TV Endelea kusubscribe kulike na kukoment kwenye chaneli yetu, ili wawe wa kwanza kupata habari zetu. Ulipo tupo, twende pamoja.